Idadi ya waliokufa katika ajali ya barabarani katika eneo la Katumani kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Mombasa imefikia nane. Hii ni baada ya watu wengine wawili kufariki wakitibiwa katika hospitali ya Machakos Level 5. Ajali hiyo ya Ijumaa usiku ilihusisha basi la abiria lililokuwa likitoka upande wa Mombasa ambapo liligongana na matatu iliyokuwa ikisafirisha abiria kutoka upande wa Nairobi. Haya ndiyo mabaki ya matatu ya kampuni ya Naikana Sako ambayo ilishika moto ikivutwa kupelekwa katika kituo cha polisi cha Salama kilichoko kaunti ya Makueni muda mfupi baada ya kugongana na basi la abiria la kampuni ya Tahmid iliyokuwa ikisafiri kutoka Mombasa. Ajali hiyo ilitokea eneo la Katumani katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa mwendo wa saa nne unusu Ijumaa usiku. Mimi hiyo gari ikikuja kugongana, nilikuwa naona iligongana kichwa na kichwa, nikaona gari imevunjika, mabati imevunjika vunjika. Kutoka hapo, watu walikuwa wamelalalala hapo, wamekufa, wengine walikuwa unconscious, but mimi nilishuka kwa hiyo ndirisha kutoka nje Sikuwa na nguvu, ilibidi nilala ni huko chini. Nilijipata nikitolewa kwa, kwa kio. Mlango ya gari ilikataa kufunguka, so walivunjavunja hizo vioo zote. Tulikuwa tunachukuliwa, tunachukuliwa kutoka kwa hiyo gari, tunapitishwa kwa kioo. Ambulance ilikuwa hapo, tunaekwa kwa ambulance, tunakimbizwa hapa Machakos imethibitishwa kuwa idadi ya wafu hadi sasa imefikia watu wanane. They managed to evacuate 17 uh, patients. Unfortunately, 6 arrived here dead and we lost two at our casualty. So the remaining 9, 5 have been uh, treated and discharged. So we have four with us. One is in the ward, a female with fractures, and uh, the other three are here with us. Maumivu maumi yangu yenye niko nayo ni kifua na mikono hata mguu kutembea ni shida. Kulingana na halmashauri ya NTSA, ripoti za awali zinaonyesha kuwa dereva wa matatu alijaribu kulipita gari lingine na kusababisha kugongana ana kwa ana. Tukio hilo linajiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ajali za barabarani msimu huu wa pilkapilka za Krismas na mwaka mpya to drive at the recommended speeds, not to get drunk and drive, and also to ensure that they observe road uh, traffic signs so that we can avoid some of these uh, accidents. Miili ya waliofariki ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Machakos Level 5. Safin Achengoma, Runinga ya Citizen.